Eh, Jumuiya ya Kikristo Tanzania katika ngazi ya taifa inakuwa na maadhimisho ya kitaifa kila mwaka Jumapili ya mwisho ya mwezi Mei, na kabla ya maadhimisho hayo mikoa, jumuiya ya Kikristo katika mikoa inakuwa na maadhimisho. Maadhimisho haya tunayoadhimisha ni kuzungumza pia juu ya umoja wetu, lakini kila mwaka tunakuwa na thimu mbalimbali. Mwaka huu tuna neno hilo kutoka Mithali 14 linalosema haki huinua taifa, bali dhambi ni aibu kwa watu wowote. wa tunataka e, taifa na wanajamii wasikie juu ya haki, kama ulivyomsikia mhubiri wetu wa leo alivyohubiri juu ya haki, kwamba haki isipotendeka hakuna amani. Kwa hiyo tunda la haki ni amani, ambayo ndio inayotufanya sisi wote kwa makabila yetu kwa sura na kwa jinsi na kwa umri wetu tukae pamoja na masikilizano. Unadhani tukiipuuza amani kuna madhara gani? Madhara ni makubwa sana. Jamii yoyote ambayo haina amani watu wake hawawezi kufanya chochote. Angalia huko Kongo, mahali ambapo hakuna amani, ni vita kila siku. Kwa kweli, hata uchumi unadorora na hata familia na jamii inakosa eh, uendelevu na haki haipatikani bila wajibu. Ndio. Nini wito wako kwa wananchi pamoja na waumini kuhusu wajibu? Kwa, kwa kweli nyakati hizi, hasa wito wa kanisa kwa jamii nzima, kwa serikali na kwa taasisi zote ni kuhakikisha kwamba kila mmoja, kila mahali alipo, atende wajibu wake sawasawa sawa, na kwa usahihi ili kuweza kulinda haki ya kila mtu na kuweza kupata amani. Baba Askofu, nini msisitizo wako sasa tunapokwenda kwenye uchaguzi? Ya kama ulivyosikia mhubiri amesema, wako ambao haki yao ni kuwanyima kura kwa sababu hawajaelekea kuonyesha kama ni viongozi e, wanaoweza kuliongoza e, kuongoza jamii na taifa. Lakini kuna ambao haki yao ni kuwapa kura ili waendelee kuongoza sasa e, juu ya, ya kura kupiga kura ni, ni matashi ya mtu, lakini kwa kweli hamasa tunayoiweka kwa Watanzania wote ni kuchagua viongozi wale wenye uelekevu ambao wataweza kuliongoza taifa hili na jamii yetu, ndio <coughs> ndiyo e, tumekuwa na, na siku hii ya marathon ambayo mara zote katika mkoa wetu wa Kilimanjaro ni jambo jema, lakini kasoro yake kidogo ni kwamba linawekwa siku ya ibada, na kasoro nyingine ni kwamba njia kuu zote zinafungwa, kwa hiyo na kwa sababu wanaanza alfajiri sana. Ikifikia e, wakati wa ibada kwa makanisa yale yanayosali Jumapili, unakuta karibu njia zote katika wilaya ya Moshi zimefungwa, na hasa njia kuu hii ya Dar es Salaam Arusha Moshi inakuwa imefungwa kwa namna hiyo inaleta usumbufu mkubwa na inavuruga ibada ya siku hiyo. Kwa hiyo ni tumeweka ombi kwamba itafutwe siku nyingine, na kama haiwezekani kutafuta siku nyingine itafutiwe ruti ambayo haiingiliani na watu wanaokwenda kuabudu wala uh, wasafiri wanaosafiri. Sijajua kama litakuwa na afya hili wamezungumzia. Uh, kuhusiana na viongozi wa makanisa mtakutana kwa ajili ya kujifungia kuliombea kanisa hili. Nilitamani nipate hiyo kauli ya mwezi wa nane, ndio mwezi wa nane wachungaji wanakutana katika faragha yao, wachungaji tu kwa ajili ya kuliombea taifa kuelekea uchaguzi, na watakutana hapa Moshi mjini. Jumuiya ya Kikristo Tanzania, wanachama wote watakutana siku hiyo kwa ajili ya hilo. Nitalenga. Tarehe kumi na tatu mwezi Agosti siku ya Jumatano. Na jumuiya hii, umoja wenu umeonekana ukiwa na mafanikio makubwa sana. Sana. Je, kuna changamoto zozote ambazo zinawakabili na ni mambo gani ambayo e, chan..., yanafanyike ili kutatua changamoto? Haziwezi kukosekana, wako wenzetu kwa kuwa kila mkoa una, una watu ambao ni wengi zaidi. Katika mkoa wetu wa Kilimanjaro, dhehebu e, la KKKT ni kubwa zaidi kuliko haya mengine. Kwa hiyo wako wachache wanaojisikia wanao kama ni inferior, na sisi tunajaribu kuwaleta pamoja na ku, kama ulivyoona viongozi hawakutambulishwa wote, lakini viongozi wa CCT mkoa wanatoka katika madhehebu yote haya. Asante. Asante.